Manifesto mangu mm -hmm. Changamoto uliyopo kwa maji ni shida ani, changamoto kiasi kwamba ikifika mwezi wa nane, yaani ni shida, mtu mpaka ulale ndio uchote maji, yaani ni shida. Tunaomba msaada juu ya serikali yetu itusaidie upande wa maji hususani. Majina yanaitwa Fausta Julius Mgimba, natokea kata ya Luponde, kijiji cha Luponde, mtaa mm. wa Mahove changamoto ya sisi hapa kubwa ni umeme na maji, hiyo kwa tunaomba msaada, naomba ni msaada mkubwa sana. changamoto ya maji kwa hapa kata ya Luponde ni kama ina karibu miaka kumi na tano hivi sasa. Hmm, maji hatupati, kama mnavyoona maji tunahangaika, yakiisha hapa tunafuata mabondeni kwa maji yanayotiririka, maanake hata haya ya barabarani yakikusanyika huko bondeni ndo hayo sisi tunayachota tunayatumia nyumbani. Kwa hiyo kata ya Luponde mnachota maji hapa? Ndio kilomita ishirini toka mjini ndani ya halimashauri ya mji Njombe, mnachota maji hapa? Viko vitatu, viko vitatu vitatu. Na mlichimba wenyewe? Ndio, baada ya kuona mambo magumu ndio, na inchi ndio iliyotumika, na baadaye akiisha hapa, tunaanza kutafuta maji ili kwenda kutokea. Maana yake tunapotoka hapa, tunakwenda kule mabondeni tena kufuata nini, maji yanapo yamekata hapa. Ile changamoto iliyopo hapa, wazo umetoa la kujenga hiki kisima, wananchi tulikaa mkutano tukakubaliana, lakini tukija kucheki hapa Hmm. Tukaona changamoto ipo kwa nguvu ya sisi pekee yetu kama na mtaa, hatuwezi tukaendea na mfumo wetu ule ule wa kubomoa kujenga, hivyo hivyo. Kiangazi kikosa mali na tunafika tena mtaa bondeni, kilomita kadhaa hmm. Ni mishoni kabisa uliko anzia huyo mtu uliko kwenda kuishia kule hmm, ya changamoto iliyopo hapa, tukaona tuka, asa, tuka sagama yetu kwa sababu okay. Sasa kama we ni mjumbe wa nyumba kumi ndo unatufaa sana kusimamia hili zoezi. Wewe Lazaro kana nalo mbali, huyu asimamie na yule fundi yule huyo. Tunalipeleka kimtamtaa sasa, umeelewa? Simamia ile. Alafu mtanipa bajeti kupitia nyinyi. Mnahitaji msaada, nyinyi mnahitaji kusaidiwa, mmenielewa? Ndugu zangu Luponde, mna shida, labda niwaambieni kitu kimoja. Nyinyi kwa mujibu wa sheria za halmashauri ya miji, nyinyi mko ndani ya mji, yaani hamhesabiki kama mko vijijini, umenielewa? Ndio. nyinyi kwa mujibu wa sheria mnahesabika mko mjini, kwa sababu sheria za halmashauri za miji, ili mji uweze kuanzishwa ni kuanzia stendi kuu pale kilomita ishirini na tano. Sasa bahati mbaya sana, halmashauri ya mji yetu ilianzishwa kisiasa Halimashauri ya mji imeenda mpaka makao kilomita themanini toka mjini, lakini nyinyi hapa ni ndani ya kilomita ishirini na tano. Mmenielewa? Naombeni mniombee nikawapambanie juu ya haya mambo. Hivi hiki kisima hamwezi kujengerezea, at least kiondoke kwenye hatari hii? Sio nyinyi. Sasa kama inawezekana, nataka niwasaidie mimi sasa. Mafundi kujenga hapa wapo kutosha? Nani fundi kujenga hapa? Huyu hapa, sogea hapa, kujengerezea hapa ili pasiwe hivi, yani pawe hmm, rasmi sasa, umejengelezea mtu asiweze kutumbukia. Inagharimu shinda mm, maximum labda pengine tungeweza kukaa kutathmini Itaweza kwa, kwa kiasi gani tipu ngapi za ma zinaweza zikatumika. Sasa nakuachia maelekezo nani? Razaro <coughs> yeah. Yeah. Utawasiliana na huyu fundi sawa, wakati mimi naenda kupambania miradi yenu ya maji iliyokufa huko, mna yeah. Mradi wa maji mkubwa sana umekufa huko yeah. yeah. Rusitu chango zake yeah. kilikuwa Rusitu yeah. Yeah. Wakati mimi naenda kupambania miradi yenu ya maji iliyokufa, kana huyu tathimini Yeah. Tupaboreshe hapa wakati tunaendana na mapambano mengine, kwa sababu serikali tasema bajeti na nini yeah. Wakati naenda kupambana na hayo atili, tuseme kwa ujumla ni kwamba shida ya maji kwa Luponde ni kubwa, tena haijaanza leo yeah. Na tuseme kiujumla, yani ni kama watu tunajiongeza ili kupata maisha yeah. yaendelee, lakini shida ya maji ni ya muda mrefu, toka kijiji kinaanza au tuseme toka uhuru tunazungumzia masuala ya maji. Lakini sasa juzi kati hapa wali walitupa wali, wali, wali maelekezo na wakaanza kutujengea jengea miundombinu ya maji, lakini ikafika mahala tena na yenyewe mpaka sasa isikiki. Lakini kwa sababu tunashukuru mheshimiwa mbunge, kama unavyosema ni mbunge wa mkoa ambaye sasa unaingilika, una, una kila mahala, yani tunashukuru sana yani, hatujawahi amina, hatujawahi pata kitu kama hiki toka vijiji hivi vinaanza <coughs> na kwanza tujawahi sikia kwamba mbunge wa mkoa, yani hata watu wanasema kwamba kura zao katika miaka yote wanapiga kura, mwaka huu kura zimeenda haraka. Kwa hiyo tuseme nini sasa? Tuseme kwamba changamoto zetu sasa tunajisikia kwamba zinafika mahala, kwa sababu tumeshampata mtu anayesema miaka yote tulikuwa tuna msemaji, ila wabunge walikuwa lakini, lakini kwa mwaka huu au miaka hii, sio mbunge tu tumepata msemaji. Yani watu wanaoenda bungeni kusinzia wapo, lakini wasemaji hawapo. <laughs> tunashukuru tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna Mungu. Yaani kila mmoja huwa anaomba kwamba hivi itafika siku gani kwamba hata Njombe tutapata msemaji. Lakini mwaka huu watu wanasema kabisa kwamba kura zao zimeenda kihalali. Kwa hivyo kiujumla, tuseme kwamba tunamshukuru Mungu kwamba hata wewe ni mpango wa Mungu. Na kama, na kama watu wanabisha kwamba sio mpango wa Mungu, kwa nini usiwepo toka mida hiyo, hey. Kwa hiyo tuseme kwamba tunashukuru, na hizi changamoto zote ambazo umeziona sehemu mbalimbali, tunajua kabisa zinaenda kutekelezeka kwa sababu msemaji upe okay. Tuseme kwamba tunakushukuru na usichoke kuja kutusikiliza.